Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Inakuwaje kama kawa? minaitwa Chris Favors, hapa ni SNS. Karibu tena kutazama interview nyingine. Na leo napiga story na Nviri all the way kutoka 254 nchini Kenya. Amekuja Tanzania, alikuwa na shop hapa na mambo mengine mengi sana ambayo amemleta tutapiga naye story hapa kufahamu zaidi. Mimi nimekuwa shabiki wa Nviri naweza kusema kwa muda kidogo nimeanza kufuatilia muziki wake kwa sababu napenda aina ya muziki anaufanya lakini pia talent yake ni vitu ambavyo nimekuwa navishabikia vishabikia sana. Inakuwaje mzee? Ah, shukran shukran, unasemaje Uku... bro? <laughs> Uko vizuri. Nafurahi kuwa hapa. Mara yangu yeah, ya kwanza hii studio yenu. Okay. Ayah. Shukran sana. So, amsafi pia, nimekuona najibu aje nime unajua pia nimekuwa <laughs> nimekuwa darasa za Kiswahili sitaki kuacha lesson yoyote nsa eh, so, pia feel free leo nataka unifunze yote okay. amna shida utaelewa tu taratibu. Ah, kuwa na uhuru okay. Eh, kuwa free eh, yeah. kuwa huru. uko sawa? <laughs> niko salama. habari ya 254 254 kuna nyesha sana mm. eh mvua. Okay. ni back to back, back to back kidogo inaisha, watu wa sayansi tena wanasema inarudi na ina, ndio hiyo okay. Eh, baraka nayo Nairobi mwanafahamu, ni city ambayo ina baridi sana most of the year eh, kwanza ikifika Julai mm. kwanza ili wimbo ya hii baridi ni mbaya <laughs> inarudi tena Julai okay. Eh, siku rahisi tuliacha baridi mingi huku, kuna joto tho yeah. na hapa bila AC, kidogo uh. eh, eh, <laughs> ngumu eh. okay. So, hii ni mara yako ya ngapi ng nakuja Tanzania? Eh, kama haya siwezi hesabu na mimi mara nyingi nimekuwa nakuja sana yeah. Zingine yuko tu chini ya maji tu kufanya fanya shughuli ah, mm. Zingine za shows lakini mingi ni za show. Okay, so jana ulikuwa na show pale Superdome. Yes. How was it? Vibe na nini ilikuwaaje? Nimeona tu some clips namna ambavyo mashabiki wamekupokea. Uh, wewe pia ulionaje? Shout out kwa una big up watu wa Kiswahili shsharatu ah, <laughs> <laughs> uh, uh, kazi ilikuwa safi, mapenzi ni mingi sana yeah, na tumefurahi tumeweza kuwakilisha pia uh, jina yetu kama Wakenya yeah, ama uh, watu wa Afrika Mashariki huku inji sasa mm, tumerepresent vizuri Ok, mm. Nimeona pia mashabiki walikuwa anaimba na wewe uh, ilikuwa noma sana, na kwanza hiyo ni wimbo mpya tumelaunch. mm -hmm. E, tukafunza watu tukafunzana huku, watu walikuwa tu wanaimba na nikacheza, na keyboardist ni Watanzania huyo, so a female keyboardist, so unajua wasichana, pombe sigara e. Hiyo <laughs> Uh, by the way, umetaja huyo wimbo. Uh, nitakurudisha nyuma kidogo. Nimeangalia toka nimeweza kufuatilia muziki wako mm. Kuna nyimbo kama tatu ambazo zinahusiana na pombe, wameshawahi kuzitoa. Kwa nini pombe imekuwa ni sehemu ya topic zako sana kwenye ngoma zako? Hizo nimeandika nikiwa mrivi <laughs> <laughs>

Ah, nilipunguza hiyo all natural you know. Okay. Uh, lakini zamani ulikuwa unakunywa sana e, tunaita kukata maji, kata maji. Unakata <laughs> una kata kama Musa. Okay. <laughs> Ulikuwa ni wale wakata maji ambao uh, wanakuwa kama wana addiction, ama ilikuwa ni ile kawaida, ah, kawaida hata, ilikuwa hata ngumu ujua. Nimeelewa mm. Lakini pia unajua sherehe Nairobi hatukuda monani hivyo, yeah. Eh, eh, watu eh, hawalali. Tuliingia Thursday, kidogo unatoka hivi nje. Kurushu. Imeshakuwa Friday yeah, hey, <laughs> hata leo, hata leo tumepambana lakini tunaendelea. okay, uh, okay. So kilichokuleta Tanzania ni show ama kuna kingine pia na vitu kama hizi? Nimekwambia mwanzoni wakati naanza na hata kabla tujashuti kwamba mimi I've been a fan. nimekuwa shabiki mm -hmm. yako muda mrefu sana lakini pia anaelewa umetoka so nilikuwa napenda hiyo vibe lakini, mm -hmm. Nikashangaa pia Tanasha naye, ilikuwa ni kipindi cho ajaanza karia ya muziki eh, kuifanya serious yeah, ilikuwa ni kama launch, juu alikuwa nataka alikuwa na experiment kuanza usanii mm -hmm. Na hata sahivi, unajua tunapeana sana fursa kwa wasanii wote tu mwenye anajisikia kuingia kwenye huo uwanja so yee, yeah, pia immediately you before you nilikuwa nafanyia kazi ya kamera mm. Eh so, ni, ni, ni mtu ambaye unashoot vizuri sana eh. Nilianza hapo ndio Jonata, na kina South Soul nani oh. kazi mimi ndio nilikuwa nafanya, okay. eh alafu nika ikafuata nikaingia kwa kuandika, then baadaye. Msanii huyo nani aligundua talent yako kwa mara ya kwanza um nikikuonyesha video zangu za kitambo sana, ikafika mali, watu naandikia pia hawawezi represent vizuri, ikabidi mm. Sasa mi mwenyewe ndani Okay, nianze okay, kujifanya mziki mi mwenyewe, so naandika kulingana na sauti yangu. Nikaanza kujifunza polepole. Sasa hii, hata kuimba chochote tu naimba. So wanasema kwamba kazi ya kamera ndo ilifanya kwa juana na Sauti Sol. Yes. Yeah. Ilikuwaje mpaka wakakusign? Um, very funny story. Tulikuwa na mwenzangu anajita Shak The Young nako pale Kenya. mm -hmm. Aa si mm -hmm. Eh, ni kumbe pia unaweza imba semani huyu ndugu yetu, na saizi bado nilikuwa nafanya kina sasa na editia, na sikuwa naambia mimi msanii mm. Eh, sasa kutoka siku ikaanza sasa tunapata na kila siku songwriting, then ikatake off. Hata nakumbuka tulikuwa tumekuja, nilikuwa nimwaleta wale kuja Arusha yeah. Alikuwa cameraman wao, aka hiyo nje, sikuwa kanaambia, after hapa, make sure kila siku before ushike hiyo kamera, shika microphone uimbe mm. Utajua, eh. Arusha, ndio kipindi hicho ambacho alikamatwa na polisi. Ah, ehe, ndio Alitusimulia, tuliongea naye, tulipiga story kuhusiana sa hey, hey, na sauti za wenyewe kuhusiana na ishu uh, akatuambia kwamba washakutana na hiyo changamoto ya uh, kukamatwa na polisi. Nawe ulikuwepo? na na, na, na, na, na, pia mi likuwa kameraman mi likuwa na kwa kru ingine before, before, <laughs> mnishike mimi, mnanipata wapi ki, eh, kijana kija wa geto huyo, mumpati. Okay. Mm -hmm. So kipindi hicho ulivyosikia jamaa amewekwa ndani Unaamini uh, tu muscles zenye huku una, una, una, tu una call all the big guns yeah, lakini wa marafiki wetu wakatokea mbiombio. Hata sahi naelewa ku na shida tu, hata we nikosh naweza kupiga, of course si mmoja uh, tu tunamaliza uh, au sio bwana, imeisha hiyo yeah. uh. so maisha ya yeah. Tanzania na unaonaje? Najua umekuwa unakuja mara nyingi lakini this time ndo hivyo tumekuja, uh, kwa ajili ya show pia na mambo yeah. mengine like, how do you see life hapa sasa so, especially after ile ile likizo nilichukua baada ya Soul Generation tulikuwa api? Okay, nini nini kilifanya uchukue break ya kutoka kutoka Sol Generation? Baada ya kutoka Sol Generation. Hiyo uh, hiyo transition kupea tu kujipata tu kiusanii mm. Na pia hiyo break kidogo pia kuandika kazi zangu zingine nikaweza, na pia nikachukua hiyo fursa kuanza kufunzana na wasanii wengi wapya, juu pia unajua lazima tukuwe kwa ground, tuelewe dunia inasongaje mm -hmm. na pia through kusaidiana nilipata pia ku, kujishape tena upya mm -hmm. na kwa hiyo pia venye nimekumbuka mali ni huku ni so, ni yeah. nimepata mambo mingi yamebadilika kwa uzuri in terms of, Entertainment, eh, mnapiga mm, sherehe zinapigwa eh, sana eh, hata si sherehe tu kazi mnapiga, kazi wako serious. Eh, so um other than that, pia naona systems kadha zinafanya fanya kazi kama hii, maneno ya license kwa barabara tu ni no longer hizo stickers, iko digitalized. Mmekuja <laughs> <laughs> <laughs> hey, no? uh, kwa gari kumbe? hapa uh, ah, ah, mkipiga round hapa mjini. Okay. Lakini hapa hata kwa, na, kwa gari panafikika hey, majirani kote. Nakumbuka kina Saru, Saru ashakuja na gari eh, bwana kutoka Kenya mpaka hapa. Eh, hey, like lakini <laughs> safari refu. Mimi nataka mkoe wengi, juu ningependa hata ikifika time tupige hiyo trip yote East Africa yote tu hata na magari tutua. Mm. Mm. Naona umekuja uh, na mpenzi wako. Eh, mpenzi wangu, guess what, bado yeye manager. Oh, ni manager ye, pia? Eh, yeye bado stylist, visual director, ma video zangu pia ina direct. Okay. Eh, so ni kama at... two in one hiyo. 360. <laughs> Kila kitu hadi hii video mpya ya hujai nipenda ni yako kwa video pia okay. Juu hata before tuanze ku- ku date ama ku- kuwa pamoja nilitaka sana kukwa video. Mm. Sikuweza kumpata lakini Mungu nani? <laughs> Hey, Mungu ni nani bwana? Hey. Mungu apangiwi hapangui hapangwingwi hapangiwi <laughs> Okay, so okay, mmekuwa kwenye mahusiano toka kipindi gani kwa muda gani? Imekuwa muda mrefu lakini ile watu wanajua ni miaka miwili juu. Hmm. Pia tuliweka tu chini ya maji kidogo, mi nifanya shughuli yangu, lakini saa by the time tulikuwa ready watu wajue okay. Tukalipua, lakini sasa hivi ni kama anafanya kazi zako pia zinakuwa easy kabisa kabisa hata pia hey, kwa, pia pale online, unajua anam, anazungumza lugha zingine kama Tano sita. So, okay. Eh, nikiona mashabiki huko Europa mm -hmm. Hata nange Kispaniola sema wakati upo mumu hai bwana, tunakusalimu. Maisha vipi? Anajiita maisha. Maisha. Eh, kwa nini? Maisha mazuri matamu na of course, pia ni mtu wa conservation <laughs> na conservation tourism. mm -hmm. So, anapenda wanyama wengi pia na wachunga, kuna foundation ya elephant na turtles. yeah, yeah, yeah. Kwa nyumba yetu tuko na pets karibu zaidi ya kumi, sio mchezo. yeah, so. Okay, so so generation ime ime imekutengenezea foundation gani ambayo unaona kabisa hii kwenye career yangu ili nifanya nikaonekana nikafika mahali? yeah, ah, ni, ni, muhimu sana na hiyo ndio pia kitu tunafanya na wasanii wengine, unaikatua, tuko platform ambayo wataweza kuona ile direction, kule wanakoenda yeah. Unajua, hey, waweze, waweze kupata hiyo first hand, uh, experience ninini kinachoendelea, itawasaidia kibiashara mm -hmm, kujipanga kiakili so iliweza kunipea structure yeah. uh, na ndo imenisaidia sahii nimeweza kuput uh, timu yangu pamoja already na hapo tunaweza ku run virahisi ili, ilikuwa rahisi sana juu pia hata by the time tukuko tulikuwa tusha form teams okay. Na tushajua nani ana run management mm -hmm. Uh, na pia undugu pia ilibariki sana tukaandi kama wimbo pamoja alafu vita zako pia mkipigana wengi rahisi mm. -hmm. Nachiki sahii siku peke yangu napigana vita na mwenzangu, kwa hiyo at least it's like a team now yeah. Ok, nakumbuka kipindi ambacho umechukua break mm -hmm. Miongoni mwa discussion ambazo nilikuwa um, nakutana nazo mtandaoni social media mm -hmm ilikuwa ni kwa nini Nviri iko wapi? Uh, na Naiboy pia ni watu ambao walikuwa yeah, wanauliziwa uh, uh, sana right. I hope ulikuwa unaona ile nakufanya kwa wingi ah ilenafanya, na ilikuwa kusema ukweli, nasema tu sina pressure lolote at the the end of the day Industry endi mahali ama i dunia endi mahali. mm -hmm. cha muhimu ni ni mental health, uh, spiritual health, physical health. Uh, so nikichukua tu hiyo time ya likizo unafanya vitu zangu hapo tu kando, inakushapen ina tu kivyako. Mm-hmm. Mm, lakini nikapendezwa sana na hizo maswali jupi na maanisha unapendwa. Yeah. Si wengi wanapotea hivyo, anatafutwa, ilikuwa sana, inakuja over and over, na pia nikaona sasa hii ndio the right time, hata sasa kurudi na kutoa single, jitu kwa tushapangia Yeah. Right, so pale, pale so, vitu vimekutana katika nyimbo zako nyingi. Uh, mimi naweza nikasema na hits flani ambazo nazipenda miongoni mwao ni pombe sigara. Toa ngoma gani ambayo unaona da po baada ya kuperform imeamsha sana mashabiki? Uh, ee, nime- e, nimekuwa surprise, kuna nyingi ambazo wanapenda, nami mwenye sikuwa nazijua. Kama tulipiga kesi, baadaye ikaenda. Hata hii mpya tulipiga rais, umuhimu i lugha yetu manze e, yeah. Ina, inatembea. Alafu gani nyingine tulipiga kitenge Kumekwepo, kuna discussion ya muda kidogo kuhusiana na industry ya Kenya yeah. na zikaanzishwtukaona kaka... <laughs> <laughs> pia kuna kampeni imeanzishwa, watu uh, wasanii wengi kinaiomondi na wengineo uh, uh, kwambaenyaa Uh, unaonaje sasa hivi industry ya, ya Kenya wewe ukiwa kama msanii kutoka Kenya? Imeamka, tuko na vijana wengi wapya wametokea, wame, wame kwa industry inanikumbusha 2019, sisi tukitokea mm, tulitokea wasanii wengi mara moja so sama, kuna season tu wasanii wanatokea, generation mpya, na sasa hivi tuko nao wanatokea, na kama kawaida watu wetu wanakubali na wanapendwa mm. Sasa ile vita iko sana ni kusukuma huu mziki nje yeah, zaidi ya ya hata East Africa mashariki, lakini just ku represent Africa. Okay. mm. So now uko chini ya Empire Empire. Okay. Tunaita partnership, partnership. Najua sasa hivi pia tumesaini kampuni yangu na kampuni yao. Oho, so sasa hivi hujasainiwa tu kama msanii ila ni kampuni na kampuni, kampuni. yeah. Okay mm. Muhimu ningependa kufunza wasanii hiyo kitu, pia muhimu na kuprotect, na inaweka timu yako more involved, isiwe wengi uko kwa front line, unafanya shughuli yote, haufanyiki kuwa slave yeah. so, like, nakutana, naongea business yeah, yeah, unatumika na sana eh, mi nakuwa tu msanii sasa biashara okay. inapigwa vizuri kampuni yako inaitwaje? uh, Uh, oh, uh, school of heartbreak, nawafungulia uh, <laughs> na, na shule hiyo <laughs> ni shule hiyo. kwa nini heartbreak? uh, nili kwanza hiyo area ya kitenge niko sawa nili- nilikuwa naimba sana maneno ya mapenzi mm. na nikajulikana sana kama kama mtu mwalimu wa kufunzana hiyo maneno mm. na wengi ambao wanapitia hizo shida wanarelate na nyimbo zangu so ni mimi nimewafungulia shule enye mlioumizwa roho, roho mnaogua eh, njoni nyote tuko tayari. <laughs> <laughs> Okay, umekuwa unaandika aina ya mziki kama huu kwa sababu ya experience ambayo unapitia ama tu ni vibes eh? mi, ki, kila kitu around mimi inspiration, dunia yote inspiration mm. eh, na mk, msiponichunga nyinyi hapa ndani <laughs> Mnaweza nipea wimbo tu eh, chunga, msizungumze sana <laughs> Tukapata idea, ukapata idea wimbo hapa hapa, pata idea kitu kama kitenge idea ambayo nasema nyoa rasta, mzazi akupende ili kuwa stori, okay, ya produsa wangu hata rasta, kuwa na rasta oh. Lakini, hivi, baba baba, huyo, alikuwa atakuweka rasta lakini vinye tu alianza tu kusokota hivi, baba mwenzake baba huyo mrembo aliyekuwa naye aka akamzungumzia kidogo okay. Mm. Okay. Mm. <laughs> <laughs> So, ni songwriter mzuri sana. Shukran. kuna nyimbo za watu ambazo wasanii wa Kenya ambazo wameziandika na zilishafanya eh, zi, vizuri ziko eh, kadha kadha kama <laughs> <laughs> kwa hii album ya Savara Savage kuna nyimbo kadhaa, kuna kadhaa pia tumefanya na Bensoul okay. eh, ziko kwa wingi, tuliacha hata kuhesabu sasa mm. eh, utumishi kwa wote. oh, i see Sauti <laughs> so, so, so kuacha, I mean, kundi lao kwenda break, ili ku affect wewe ambaye kipindi hicho nadhani ndo Sol generation bado ilikuwa haija haijafa, si ndiyo? like ilikuwa affect kwa namna yoyote ile Hey, unajua pia tumezoea sana ay, kwa, kwa ubaji pia bado tulikuwa pamoja kila siku yeah. Ni kwa kijina tu, njoo haikuwa. So ile effect labda ilikuwa tu hiyo shows ambazo sasa tunaenda, really ungetupata sasa, si wote. Unajua kitambo unapata sasa, sio kwa hapo so generation yote huko nini. Mm. Sasa, kwa kila mtu ana shughuli yake, lakini pia unajua majukumu yalianza. Polika hapa alikuwa ameoa, ameanza familia yake lakini pia kiusanii wamefikiria pia vitu zao BNP, amefikiria direction anachukua na chimwize Chimano mm, pia amefikiria yake, yeah. Savara lakini alafu pia sisi hapo pia ni, kama pia ilikuwa tu hii pia ni wakati tu tuko tayari, pia si wote kufanya shughuli zetu venye tume, mm. tulikuwa tumepanga. Okay, umekuja Tanzania kuna kolabo zote ambazo umefikiria kufanya? Na, okay. Ee. Kuna wasanii ambao ushakutana nao tayari? Ee, ah, nili, nilijela huku mapema kidogo ili niweze kufanya hizo kolabu. Tulikuwa na, tulikuwa na Kinesto Keys. Okay. Kwa studio Zombie. Eh, tukapiga muziki hapo, tumefanya kitu na J Melody. Mm-hmm. Tulimpa, tulipa Simba mwenyewe hapo. Na nimeona video yuko na Diamond. Yes. Nafaa kumwachia hapo ngoma pia, chomelea kidogo. Eh, halafu kuna kuna tumeongea na kuna Lui tumeongea naye. Okay. uh, tuna wa um, Ah, tunamtafuta Mario watu pia amekuwa busy. Jukes alienda anapanga harusi, yuko busy sasa hivi, ana mambo ya ndoa, lakini akiwa Nairobi tulikuwa tushachomelea, so uh -huh. uh, labda si nitajie mwingine unione tena nimechange ticket. Okay. Harmonize, uh, uh, Ah, tulikuwa naye jana pia tumepanga kilo ah tamu okay sana eh. Okay. So Diamond bado haja Hapa hapa hata hata tulikuwa tuluku na Kiba pia tukapanga na eh. Yeah. Very is just a matter of time alafu utatuona. Mhm. Mm eh. Excellent. Na na hii si saa hizi kwa usanii yetu mali tumefika sasa. Mhm. Mm ah, uh, hiyo collaboration kwanza itatufungulia sana mashariki kutoka nje. Yeah. Do believe in that kwa sababu pia nimeona uh, Bien alishawahi kuongea kitu kama hicho mm. kwamba Tanzania na Kenya tuna relate kwenye vitu vingi sana, yeah. So we have to collaborate zaidi uh, ili tuweze kupeleka muziki mm. wa East Africa mbele mm -hmm. First, actually um, um, moja yao ya hiyo balance ni sisi tuna tuna Kiingereza kingi kwa hata muziki zetu mm -hmm. kuzi, changa, changa na pia tunajua changanisha na Kiswahili mm -hmm. lakini i, Kiswahili chenyu ni mufti alafu ni ni, <laughs> ni very poetic poetic yeah, yeah. Inajiexpress so ukichanganisha okay, okay, hizo mbili matokeo mm -hmm. uh, una okay, ukiona collabo mingi zimefanywa hivyo. Okay. So, umezungumzia kwamba mwaka huu una plani album. Album inakuja. Mando, yako, ya kutoa album ishaandaliwa ama ndo maandalizi yako ndo yanaanza? Imeisha hiyo, hata kuna mavideo kadhaa ah. Uh, hata uh, watu wakisema nimepotea ulikuwa una shanga hawa okay. uh, na nimepost leo niko studio awamshtuki hakuna <laughs> aibu <laughs> <laughs> okay. inatoka mwezi gani ama ah, bado ujajua? Ukiisha ingia uh, Julai utaanza kuiona juu saa hii uh, kama venye ujawahi nipende kwa album alafu baadaye tutatoa singles zingine bado ndani ya album. mm -hmm. Just ku boost mjue kazi inaendelea, just hiyo consistency pia. Album unajua ngoma mingi hapo ndani. mm -hmm. Mm -hmm. kuna features zote kutoka Tanzania eh, kuna na ja, album yenyewe ina, ina, ina, iko focus sana na Afrika Mashariki kuhusu sound yetu culture, so mm -hmm. ni muhimu pia niwashirikishe watu wa East Africa. Kuna wa Rwanda King Kivumbi Okay. E, alafu tuko, tuko na hapa Tanzania. mm -hmm. venye imekutajia si nataka kujua kwa hizo ni gani itaingia kwa album kina Nandi pia sio watu wakuwa sahau Nandi, ah, Nandi, pia, Nandi pia tuko na mawimbu na yee kadhaa. Okay. eh, he, alafu uh, Uganda. mm -hmm. eh, eh. wasi tumemaliza hiyo pia maisha niingize Ethiopia pia kidogo Ethiopia eh. ni nchi gani ambazo umesha tembelea kufanya show kiacha Tanzania na Kenya? hizo East Africa hizo, eh, nimekutajia except mm. Ethiopia. Okay. Juzi, juzi tumekuwa Rwanda, Uganda. Kwanza last year tumetoka huko mara kaa tatu mm. Eh, sasa ndo hii mwaka tunakimbizana sasa na da. Okay. Eh, so you're gonna come back again au sio, bwana Tanzania? But of course, unajua kwanza, by the time na launch album itakuwa kitu cha muhimu sana nikuja, napangia listening tu nikuja, pia ni prepare to kwa ile kazi na, nafanya for sure. Eh, unaweza kufanya listening party Kenya na Tanzania pia, mbaya sana panafikika Empire, so wana, wana branch na hapa bwana, kwa hiyo mambo yanaweza kufanyika yeah. Alafu pia, pia mimi mwenyewe hapa nyumbani unajua, yeah, ku East Africa na hatuna atu, restrictions za kusonga mbona, mm, ukae pande moja okay. Uh, na huko tumeonja mapenzi mingi that na na feel sana, tuko na familia, that's true uh, okay so mashabiki zako na wachaji walau kidogo, give us something man, me you you break down, can you see me lay down can see lay, I don't trust anything you say girl, dunia ndo itakupay back

kwamba ina playback na nini kuleta tu laza kwa kwa, kwa music. Music, no? Yeah. Imekuwa ime, ime debate for long venye kwingine watu wanatumia playback sana yeah. Yeah, yeah. Eh, lakini muziki wa live sasa hivi ndo dunia inakoenda huko ime im, dunia imekuwa huko, sisi is, tu tulipotea, lakini yeah, yeah, tupate njia yetu turudi nyumbani mm -hmm. Juu unaona kasi sisi tulibaki hapo hapo na hatujapotea, hatujaenda kokote sawa Bwana, ilikuwa poa sana kupiga stori na Nviri. I hope tutakutana tena next time, ukija Tanzania unakaribishwa any time, ni simu moja tu tunamaliza, au sio bwana? Ndamaliza na ile neno nilifunzwa huko, imeisha imeisha kisha nakupanda safi sana bwana. Mimi naitwa Chris Favors, nilikuwa napiga stori na Nviri. I hope umepata baadhi ya vitu hapo, umeenjoy. Pia endelea kusikiliza muziki wake Get ready anakuja na albamu yake mpya, anasema mpaka Julai inaweza ikawa imeshatoka. so yeah. support good, uh, good music, support East Africa uh, industry, maisha yaendelee bwana, au sio? Unapenda kuona love ya muziki kutoka Kenya, Tanzania, tunakuwa tunashare yeah. na vitu vingine vinakuwa vinakaa vizuri zaidi. see you next time.